Familia mbili katika kaunti ya Nakuru zinalilia haki kufuatia vifo vya watoto wao wawili wachanga kwa kupewa sumu. Katika kisa cha kwanza, mwanamke mmoja anazuiliwa kwa tuhuma za kumpa sumu na kumuua mtoto wa siku moja eneo la Salga. Aidha, mtu mwingine pia anadaiwa kuonyesha sumu wanawe pacha wa miaka miwili eneo la Kiamunyi, ambapo mmoja alifariki na mwingine amelazwa hospitalini. Meri Nyambura anaarifu. Kijiji kimoja eneo la Salga, kaunti ya Nakuru, familia ya mwanafunzi mmoja wa kidato cha tatu na ambaye alikuwa amejifungua mtoto siku moja iliyopita imejawa na huzuni. Mwana wao wa siku moja ameaga baada ya kunyweshwa sumu nyumbani kwao katika hali tatanishi, nguo hizi zikisalia kama kumbukumbu. Mtoto alikuwa anatoa hii pofu kwa, kwa nini nacaribu kumpangua na so muuliza ni nini? Acha huyu mtoto ni kama upepo vile, tumetembea kwa pikipi Hapana, msichana akasema "Mam, kuna kitu mtoto ananuka." Na kitu ikaniambia na sweta huyu mtoto sasa amekuwa na sweta, sweta vile nimemwacha alikuwa na sweta. Na sasa yeye ana sweta. Na sweta na sweta, na sasa ana sweta na sweta iko wapi? Ati mimi sijui. Kumbe amechukua sweta vile alipea huyu mtoto tawa. Mtoto alitapika. Hiyo kitendo kilikuwa kibaya sana. Hata mimi nilishtuka sana kuona kweli ni mama wa kanisa na si mama ambaye ni mgeni sana, na mimi ni mama ambaye nimesha kumwona mara kwa mara. Mahakama ya Molo imewapa makachero wa jinai siku kumi na nne kuendelea kumzuilia mshukiwa Jennifer Mukomele ambaye anadaiwa kutekeleza unyama huo Pending conclusion of investigations. Na katika kisa kingine tofauti cha watoto kunyweshwa sumu. Lillian Ayeta ni mwingi wa majonzi. Hii ni baada ya mumewe kuwanywesha sumu pacha wawili eneo la Kiamunyi. Mmoja wao akifariki na mwingine akipokea matibabu katika hospitali ya Rufaa ya Nakuru. Mshukiwa ambaye ni mumewe Lillian pia anapokea matibabu hospitalini baada ya kunywa sumu. Mimi nikakimbia kwa nyumba. Nikaenda kufika kwa nyumba. I found my kids. They are crying. Wame pupu. Wame pupu. Imejaa kila mahali. Baba yao simuoni. Mimi nikatoka nje. Nikaitana somebody to come and help me. Baba mmoja. Mimi mwingine, baba mwingine abeba mwingine. Mimi nikaanza kukimbia. Afisa upelelezi eneo la Rongai Donata Otieno, amesema wanachunguza visa hivyo viwili. Meri Anyambura, Runinga ya Citizen.